Habari ya leo, naamini uko vizuri na unaendelea na matibabu vizuri. Aa, katika video hii nataka nikufundishe kuhusiana na kanuni za lishe. Kumbuka kwamba unapokuwa unafanya matibabu, kile ambacho unatumia kama dawa, kwa maana ya dawa nilokupatia, haiwezi ikashindana na kile ambacho unakula asubuhi na kile ambacho unakula mchana na jioni, yaani unakula asubuhi, mchana na jioni, akiwezi kashindana na kijiko cha chai ambacho unakunywa kama kama dawa. Lazima hivi ambavyo unakula siku nzima pia viweze kukusupport kwenye matibabu ambayo unafanya. Ndio maana ya kuja na hii video, japokuwa nimeshakupatia tayari ratiba ya lishe ambayo unaweza kuwa unaifuata tayari, lakini kuna kanuni ambazo unatakiwa uzijue, ili hata kama ukijaribu kubadilisha ratiba kulingana na namna ambavyo unatamani kuwa au kulingana na mazingira uliopo, bajeti na preference na mazingira kwa safari na nini, kuna kanuni ambazo unaweza ukazifuata uh, na ukatengeneza ratiba yako wewe mwenyewe ambayo inakufaa kulingana na mazingira. Na hizi kanuni ni za muhimu sana, hasa hasa wakati huu ukiwa bado unaendelea na matibabu. Ukisha umemaliza umefikia malengo, na kupatia kanuni zingine ambazo zitakusaidia kuweza kumaintain uh, kwa muda mrefu. Sasa kanuni zipo saba ambazo nimeziainisha ambazo kwa uzoefu wangu naona inaweza na, na, na kufanya maisha yako kuwa rahisi zaidi. Kanuni ya kwanza ni muda wa kula. Kumbuka Mungu alivyotumba hajatumba tule eh, kila wakati kama panya. Ametumba tule kwa wakati na mili yetu inaendeshwa na, na saa ya ndani zinaitwa circadian cycles. Kumbuka kuna muda ambao mwili unataka una, una chakula, kuna muda ambao mwili unapumzika. Sasa lazima tuzingatie ule muda ambao mwili unapumzika, tusile na muda huo kuanzia saa mbili kamili ya usiku, saa mbili usiku mpaka kesho tena kwa, mpaka kesho alfajiri saa kumi hivi ni muda ambao eh, mwili hauhitaji chakula chochote, ni mwili muda ambao mwili unahitaji kupumzika, upo kwenye repair mode. Kwa hiyo sio vizuri kula wakati huo. Kwa hiyo jitahidi milo yako ya jioni isifike saa mbili. Hiyo ni jambo la muhimu muhimu muhimu sana, nimeliweka la kwanza kwa sababu pia ya umuhimu wake. Jitahidi milo yako hiyo ni kanuni ya kwanza. Milo yako isifike saa mbili usiku. Kwa hiyo, jitahidi saa moja, saa kumi na mbili, e, saa kumi na moja, hata saa kumi. Very nice kwa sababu hiyo dawa nilikupatia faida yake moja hapo ni kwamba inakusaidia hata zile kusikia njaa njaa zinakusumbua pia zinakusumbua kusumbua. Kwa hiyo hilo zoezi hilo zoezi linawezekana. Na hiyo ni nzuri ukiweza kuizoea wewe pamoja na familia yako. Itakusaidia sana. Mimi kwangu nimeshazoea ikifika saa mbili, yaani saa moja tunakula na inakuwa imemaliza. Usijali kwamba utasikia njaa au utasikia njaa. Ni kanuni ya muhimu muhimu sana, sababu unapokula usiku kuanzia saa mbili na kuendelea, unaanza kuchanganya mwili, unaanza kutengeneza inflammation na unaanza kuharibu mishipa ya damu, ambacho ni kitu ambacho tunapambana nacho. Hiyo ni kanuni ya kwanza. Lakini kesho asubuhi unaweza ukala muda wote unapoamka au muda wako ambao unaruhusu kwa hiyo maanake hapo utakuwa na masaa mengi tu ya kutosha usiku na asubuhi ambao utakuwa umefunga haujala, na hiyo tunaita intermittent fasting, yani kufunga kwa muda mfupi ambao nao ina faida kubwa sana kwenye kiafya, ikiwemo e, eh, kwenye matibabu. Kanuni ya pili uh, ni, ni kuangalia kuhusiana na vyakula vya wanyama. Vyakula vya wanyama kwa maana ya nyama, mayai, maziwa, nyama. Nikisema nyama namaanisha nyama zote, nyama nyeupe E, nyama nyekundu, nyama nyeupe kama kuku na nini e, mayai na maziwa, maziwa ya wanyama ni vizuri ukayaepuka, kwa kadri ambavyo unaweza jitahidi kabisa kuyaepuka, kwa sababu hivi hivi hivi vyakula vinakuwa na proteini, zile proteini zake, proteini za wanyama zinasababisha inflammation, zinasababisha mioto, lakini pia hata yale mafuta yake pia yanasababisha inflammation, yanaharibu pia mishipa ya damu. Kwa wakati huu unafanya matibabu, hebu jitahidi, jinyime viondoe vyakula vya nyama nyama nyama, kuku kuku, mayai, maziwa maziwa tena maziwa, yakimbia kabisa, viondoe hivi vitu, alafu weka mbadala vyakula ambavyo vimetokana na mimea kwa wingi. Tumia vyakula ambavyo vimetokana na mimea kwa wingi, mimea kwa wingi kama ambavyo nimeainisha <coughs> pale kwenye kwenye ratiba yetu. Hiyo ni kanuni ya pili. Kanuni ya tatu kaiya uh, ni kuhusiana na umuhimu wa kachumbari, kachumbari kwenye chakula chako sasa kwenye mambo ya lifestyle huwa tuna, tuna, tunashauri kwamba e, mtu usifanye mabadiliko makubwa sana e, unuka, ukafanya radical change dadi ya e, muda mfupi sana. Kwa mfano leo nikakupatia maelekezo mengi, mengi, mengi, mengi alafu nikataka yote yafanyie kazi leo leo, e, unaweza kujitahidi lakini, baada ya wiki moja, wiki mbili, taratibu unaanza kuachana nayo unarudi kule kule, lakini ukifanya taratibu unaweza ukafikia malengo. Sasa unakuta kuna wakati mwingine kwa mfano kama vitu kama ugali uh, vyakula kama wali na ndivyo ambavyo vinapatikana na ndiyo bajeti hata ya familia nyingi za Kitanzania. Sasa nikikwambia leo usile wali, usile ugali, of course wali na ugali sio vyakula vizuri sana, tunakubaliana, yaani sio vyakula the best. Hata kama ni eh, ni ugali wa nafaka nzima eh, labda mtama na nini, bado ile mchakato tu wa kusaga, kutengeneza unga, tayari umebadilisha ile E, umepunguza faida za kula zile nafaka. Kwa hiyo i e, tunachokifanya tunafanya tunafanya kuongeza kachumbari. Sasa kachumbari inasaidia kukifanya chakula chochote ambacho huenda kinaweza kisiwe na faida nzuri, au kikiwa kikao ambayo hakiwezi kumeng'enywa vizuri kikameng'enywa vizuri. Kachumbari inamaanisha mboga mboga kama nyanya, yaani mchanganyiko wa mboga mboga kama nyanya, e, karoti, vitunguu maji, pilipili hoho uh, karoti, matango, unaweza ukaweka unaweza ukaweka vipande vya nazi au ukaweka parachichi. E, mchanganyiko wa design hiyo kachumbari. Sasa hiyo kachumbari inatakiwa kuliwa kabla ya chakula kingine. Kwa hiyo chakula kingine chochote. Naomba unisikilize vizuri hapo. Chakula kingine chochote ambacho kimepikwa. Yaani kwa mfano umepika viazi, umepika mihogo, umepika ndizi, umepika ugali, umepika wali, kabla ya kula iko chakula ambacho kimepikwa, unaanza kula kachumbari. Kwa hiyo unakula kachumbari kwanza, kabla iko chakula kingine ambacho kimepikwa. Kwa hiyo unakula kachumbari, let's say kwenye bakuli. Ukishamaliza kula kachumbari yako, unaendelea na hiyo chakula kingine. Hakuna haja ya kusubiri kwa muda fulani hapa katikati, unaendelea tu. Baada ya kachumbari, unaendelea na chakula kile kingine ambacho kimepikwa ina maana kubwa sana. Usile kachumbari pamoja na chakula. Yaani ukala ukachanganya labda unasema ukachanganya labda wali pamoja na kachumbari, ukala pamoja au ukala kachumbari baada ya kula. Ah ah, hapana. Yaani kachumbari ianze itangulie tumboni. Inasafisha tumbo, inasaidia chakula kitakachokuja kiweze kita kumeng'enya vizuri, lakini pia kinakupunguzia usile hiki chakula kwa wingi sana. E, kwa sababu karibia nusu au robo, robo ya ya mlo wako huo utakuwa umeshakula tayari kachumbari imetangulia tumboni. Kwa hiyo hiyo ni muhimu sana ukazingatia. Aidha unakula asubuhi, mchana au jioni kama chakula kimepikwa, hakikisha kwamba unaanza na kachumbari. Usichoke, ina faida kubwa sana. Lakini pia kachumbari pamoja na vyakula vingine vibichi nitakuonesha kwenye kanuni inayofuata vinakuwa na, na zile eh, na, na viambata na vita nitric oxide ambapo hivi vinasaidia kwenye kutengeneza mishipa ya damu iweze kuwa flexible kupitisha damu ya kutosha. Uh, kwa hiyo damu ikipisha kutosha ndio tatizo kubwa ambalo tunapambana nalo. Kwa hiyo kama unavyozidi kula hii kachumbari kwa kiasi cha kutosha bila kujinyima nyima bila kuruka, kwanza inasaidia kukifanya chakula kingine kiwe kizuri zaidi, yaani mwili uweze kukitreat vizuri, lakini kachumbari yenyewe inakupatia vile viambata ambavyo vinakuwa ni kama dawa kwa ajili ya kuweza kuku kukutibu. Hiyo ni kanuni ya tatu. Na kanuni ya nne eh, ni kwamba usichanganye protini ya mimea na protini ya wanyama. Usichanganye protini ya wanyama na chakula chochote cha wanga. Yaani usichanganye kwa mfano tunapenda kula ugali nyama, ugali samaki, au wali nyama, ndizi ambazo ya ndani yake kuna nyama. Huu mchanganyiko ni mchanganyiko mbaya sana. Hasa hasa wakati huu tunaupambana na na ugonjwa. Kwa hiyo inachotakiwa kufanya kama unataka kula let's say samaki. Samaki ni chakula kizuri. Akipo kwenye kundi lile la nyamanyama -nyama na nini. Samaki ni chakula kizuri, lakini usichanganye samaki labda na wali. Kwa nini? Kwa sababu protini ya wanyama inatabia ya kuongeza, e, usugu wa insulin. Yani inaongeza spike ya ya insulin kwenye damu. kusema sema spike ya insulin au insulin ile resistance inaongezeka, ni kwamba kila unapokula chakula insulin inapanda inapanda. Sasa kupanda sana kwa insulin, kupanda sana kwa insulin kunasababisha kuharibu pia mishipa ya damu. Nitakupa mfano, ukila let's say wali na mtu aliyekula wali na nyama na mwingine akala wali na njegele kwa mfano, nyama ni protein na njegele pia ni protein, lakini huyu aliyekula wali na nyama insulin yake inapanda sana, inakuwa nyingi eh, kiasi kwamba inaharibu sasa mishipa ya damu, inaharibu cells inafanya mafuta yanaanza kutunzwa kwenye mwili zaidi, lakini huyu aliyekula wali huo pamoja na njegele, insulin resistance au ile insulin spike inapungua kidogo ukilinganisha na ukilinganisha na kama angekula wali peke yake. Kwa nini hii protini ya, ya, mimea inapunguza insulin resistance wakati protini ya wanyama inaongeza? Kwa hiyo moja wapo ya combination mbaya kabisa ambayo unatakiwa kuiepuka ni kuchanganya protini ya wanyama pamoja na na chakula chochote chenye asili ya wanga ni vizuri ukavi, ukaviweka mbali tofauti, lakini kwa sababu tumeshaondoa vile vyakula vya nyama, mayai, maziwa, bado unaweza ukawa tayari una options nyingi, wala hakuna unakuwa hakuna restriction sana. Hiyo ni kanuni ya nne. Kanuni ya tano ni kwamba hakikisha kwamba nusu ya milo yako, yaani nusu ya chakula vyote ambavyo unakula kwa siku vinakuwa eh, ni viboga mboga au vinakuwa vyakula vibichi. Na hiyo unaweza ukaifanikisha namna gani? Cha kwanza asubuhi ratiba yetu naelekeza sana sana ule matunda. Kwa hiyo manake tayari hiyo ya asubuhi unakuwa umeshapiga tiki umeshapata matunda ya kutosha, alafu mchana na jioni unakula unaanza na kachumbari yako ya kutosha, then unakula chakula chako, na jioni unakula kachumbari yako, unakula chakula chako. Kwa hiyo mpaka hapo ukipiga hesabu za haraka kwa siku nzima unakuwa umekula vyakula karibia nusu au zaidi, ni vyakula ambavyo ni vibichi. Na hivyo vina umuhimu sana, kama nilivyozungumza kwenye kanuni ya tatu ni kwamba hivi vyakula vibichi vinakuwa na dawa, zinakuwa na zile dawa phytochemicals, zinakuwa na antioxidants. Uh, vinakuwa na vitu kama nitric oxide, nitrates ambazo zinasaidia kutanua na kufanya mishipa ya damu iwe mizuri, lakini pia vinasafisha makemikali mbalimbali na vinasaidia uweze kupata recovery mapema mapema sana. Hiyo hiyo ni kitu cha muhimu. Kwa hiyo, kuna watu ambao E, kwenye matunda wanaishi kwenye mazingira ambayo matunda hayapatikani kirahisi. Najua kuna mazingira mengine wanaishi kabisa kijijini au e, mazingira uliopo matunda hayapatikani. E, usiogope yale ambayo yanapatikana, hayo ndiyo mazuri zaidi. Yaani kwa mfano matunda yote hayapatikani, lakini kuna kuna kuna labda kuna kuna matikiti maji. Kula hayo ya matikiti maji. Usiogope. Ah, labda hayapatikani mengine yote ila kuna mapapai tu, kula mapapai. Na kama hayapatikani kabisa, kila ambacho unakula asubuhi kama kimepikwa, anza na kachumbari, hiyo ndio kanuni. Kama kimepikwa chakula chote, kama unakula chakula ambacho kimepikwa, anza na kachumbari. Na kama asubuhi unaweza kupata matunda, tafadhali kula matunda ya kutosha, kula ushibe. Usiogope matunda matamu, usiogope matunda haya. Sio yatapandisha sukari, hakuna matunda yanayopandisha sukari. Matunda yote ni mazuri, kula enjoy, kula ushibe. Okay, hiyo ni kanuni ya tano. Kanuni ya sita: usile kama hausikii njaa. Yaani, kama haujisikii kuwa na njaa e, usile kwa mazoea. Usile kama kwa vile nimefika asubuhi ni muda wa breakfast, lazima ule? Hapana. Labda imefika mchana, ni muda wa lunch, sio lazima ule. Kama haujisikii kula muda huo usile. Kwa nini? Kwa sababu e, inawezekana tayari mwili wako una mafuta mengi, na hii damu nimekupatia pamoja na kuzibua mishipa ya damu, inaondoa pia mafuta. Mafuta inachoma mafuta kwa hiyo, yale yani mafuta ambayo yapo ndani hayapotei tu kwenye hewa, yanatumika kama chanzo cha nishati. Kwa kama yanatumika kama chanzo cha nishati, maana yake ya ni kwamba unaweza kuna muda unaweza ukajisikia kabisa haujisikii kula. Hiyo haimaanishi kwamba unauma unakuwa uko sawa kabisa kwa sababu yale yani mafuta yanatumika kama chakula. Kwa kama yanatumika kama chakula, maana yake sasa ya ni kwamba unaweza uh, ukajisikia. Sasa kama una, una mafuta yanatumika, usijilazimishe kula. Kama haujisikii kula skip hiyo meal utakula wakati mwingine, lakini kitu kile cha muhimu usi, usile kila yani, usile kila kila wakati, yaani unajisikia tu nataka kula nataka kula nataka kula nataka kula kila wakati, umekula kakaranga hapo, umekula pale vindizi, umechukua pale mihogo a a. Muda wa kula ukikaa ukika kula kula, eh, kula kabisa ushibe, na kama haujisikii kula muda huo usile mpaka utakaposikia unataka kula, unakula, unakaa unachini, unakula, unashiba. Hiyo ni kanuni ya ya sita. Kanuni ya saba: isikilize kiu yako, isikilize kiu yako kwa maana ya kwamba jitahidi kunywa maji, sababu huu mchakato wa kuondoa mafuta, kukarabati mwili unatumia maji mengi. Kwa hiyo jitahidi sana kunywa maji ya kutosha. Sijui ukaanza kujisikia kujisikia dhaifu, ukaanza kujisikia mkojo unakuwa mchafu. Hapana, usisubiri hizo dalili, kunywa maji ya kutosha, jitahidi kutengeneza mazingira ambayo utakuwa na maji ya kutosha. Kwa wanawake wanawake mwanamke mtu mzima tunatakiwa kunywa maji lita mbili na nusu angalau lita mbili na nusu kwa siku. Wanaume watu wazima tunatakiwa kunywa maji lita tatu kwa siku. Kwa hiyo toka nimeamka asubuhi mpaka nakwenda kulala usiku, hapa katikati natakiwa niwe nimekunywa kiasi chicho cha maji. Kwa hiyo unaweza ukatafuta chupa ya maji au chombo chochote ambacho U unajua nikinikinywa maji yakiisha kwenye hii chombo au labda mara moja au mara mbili kuwa nimekunywa maji yanayonitosha. Sasa ile chupa au kile chombo hakisha kinakuwa karibu na sehemu unapofanyia kazi, kama ni ofisini, kama ni wapi, inakuwa karibu ile, unakuwa unaona na- unakumbuka unatakiwa kunywa hayo maji mpaka yaishe. Ni vizuri sana, atakusaidia kuweza kupata matokeo mapema zaidi. Sasa kwa hiyo kwenye ile ratiba ambayo nimekupatia, unaweza ukai modify kulingana na jinsi ambavyo hizi kanuni nimekupatia. Hizi ndio kanuni ambazo unatakiwa uzijaribu kuzifanyia mazoezi, hata kama hautafuata exact, kama kwenye, kwenye ratiba niliyosema, lakini ukifata hizi kanuni za kwenye kwenye kwenye hizi ambazo nimekupatia, unaweza kujitengenezea hata wewe mwenyewe programu yako au kujitengenezea ratiba yako kufuata hizi kanuni. Na unaweza kwa unaangalia mbele kwenye ratiba unasema labda hiki naweza nikakipata, hiki nakiweza na hiki nakipenda unakiweka vizuri na unakifatisha hivyo na utapata matokeo mazuri. Kwa hiyo ukitumia dawa vizuri, ukatumia na hizi kanuni za lishe vizuri na kika kwamba Mwenyezi Mungu atakusaidia kupata matokeo mapema zaidi. Kama una swali au eh, unahitaji ufafanuzi zaidi tafadhali nijulishe. Hadi wakati mwingine, Mungu akubariki.